Nadhani tumesafiri salama mpaka kufika Dubai salama salimini, tupo salama salimini, na leo ni kwa siku ya kwanza ya maandalizi. Tumefika jana usiku, lakini leo tumefanya maandalizi yetu ya kwanza hapa katika uwanja wetu wa Alohaid. lakini mpaka sasa hivi nadhani maandalizi yapo vizuri, ya hewa si, si ngumu sana wale seme, si nyepesi sana, ni kawaida kama tupo Dar es Salaam. Tumekuja katika kipindi kizuri, wakati mzuri, nadhani mazoezi ya kesho itakuwaje na hali yao itakuwa vipi kesho, lakini na imani mpaka tunajiandaa vizuri tuweze kuwakabili wapinzani wetu, na inshallah tutaweza kuwakabili kwa asilimia mia. Itakuwa mchezo ni mgumu na mchezo mzuri, mchezo ambao ulikuwa na vitu vingi sana. Nadhani Iran wajipange vizuri, ataona wataona vipaji kutoka Tanzania, na mpira wao utakuwa ni mpira ambao ni mzuri, na wategemee kuona mpira wa ushindani kwa asilimia mia, mia. FM.